Kwa kuwa leo hii miongoni mwa vitu ambavyo ni vya msingi na muhimu kabisa ambavyo tuko navyo uh, au tukiviadhimisha uh, ni pamoja na siku ya uchangiaji wa damu. Lakini ili kuweza kuifahamu zaidi siku hii uh, tupate kumsikiliza Elsia Haule ili aweze kutujuza uh, kwa undani zaidi hasa kuhusiana na siku hii ya uchangiaji wa damu. Mfumo wa mwili wa binadamu unapewa nguvu na vitu vingi na moja kati ya vitu hivyo ni damu. Damu ni neno lenye asili ya Kiarabu, na damu ipo kwenye hali ya kimiminika katika mwili wa binadamu na wanyama. Inazunguka mwilini ndani ya mishipa ya damu ikisukumwa na moyo kwa lengo la kumwezesha kuishi. Kazi ya tishu hiyo ni kupeleka lishe na oksijeni kwenye seli za mwili na kutoa kaboni dioksidi pamoja na uchafu mwingine kutoka kwenye seli mwilini. Ikatokea mtu akapata changamoto ya kuwa na upungufu wa damu, basi hata utendaji kazi wa mwili utasuasua, hivyo utahitaji damu ya ziada. Na kwa kutambua umuhimu wa damu na wale wanaochangia damu, basi dunia kwa pamoja inaadhimisha siku ya wachangia damu duniani kila mwaka ifikapo Juni kumi na nne. Dunia kwa pamoja inaadhimisha siku ya wachangia damu duniani. Siku hii huadhimishwa kwa lengo la kuheshimu na kutambua mamilioni ya wachangiaji damu wa hiari ambao huwapa wengine nafasi ya pili ya maisha. Ukarimu wao wa kujitolea damu huokoa maisha ya wengi, hivyo dunia inastahili kuonyesha heshima kwao na kuangazia hitaji linaloendelea la dharura la uchangiaji wa damu wa kawaida na salama. Tukio hili linaongeza ufahamu wa umuhimu kwamba kuchangia damu kuna maana kubwa kwa sekta ya afya na maisha ya wengi. Historia ya uchangiaji damu inarudi nyuma sana. Sayansi hii ilianza kwa utafiti wa Dr. Richard Lower kwa wanyama; alifanikiwa kusambaza damu kati ya mbwa wawili bila athari mbaya na sayansi hiyo ilikuwa zaidi na utafiti wa masuala ya damu yaliyoongezeka kutoka maendeleo katika teknolojia ya utiaji damu kwenye mishipa hadi Dr Karl Landsteiner kugundua mfumo wa aina ya damu ya binadamu wa ABO ili kuamua vyema uchangiaji sahihi wa damu kulingana na aina ya damu. Kufuatia mafanikio ya siku ya afya ulimwenguni mwaka elfu mbili ambayo ilizingatia uchangiaji wa damu na usalama wa utiaji damu kwenye mishipa, mawaziri wa afya kutoka kote ulimwenguni walitoa tamko kwa kauli moja Mei 2005 wakati wa mkutano wa 58 wa afya ulimwenguni kuteua siku ya wachangiaji damu duniani na siku hii ilitengwa kama hafla ya kila mwaka inayofanyika kila Juni 14, na mwaka huu 2025 inatimiza miaka 20, tangu siku hii itambulike kila mwaka. Kwenye maadhimisho haya huwa na kauli mbiu, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema, toa damu, toa matumaini, pamoja tunaokoa maisha. Kauli mbiu hii ikiwa na ushawishi wa kuchangia damu kwani kufanya hivyo kuna maisha yataokolewa kutokana na damu hiyo iliyochangiwa. Tunaposherekea siku hii, tukumbushane kuwa kila mmoja wetu ana nafasi ya kuokoa maisha ya walio na uhitaji wa damu. Hivyo hatuna budi kutembelea vituo vya afya na kuweza kupata ushauri wa madaktari kujua kama afya zetu zinafaa kuchangia damu au kuna namna ya kuboresha mfumo wetu wa maisha kwani unaweza ukawa na damu salama lakini kiafya haupaswi kuchangia. Inawezekana kiwango cha damu ulionayo inajitosheleza kwako mwenyewe, au kuna baadhi ya vigezo havijakidhi wewe kutoa damu, ikiwa ni kama uzito wa damu ulionayo. Hii ni kalenda ya leo, nami Elesia Haule. Asante sana Elsia Haule kwa kutujuza zaidi kuhusiana na siku hii ya uchangiaji wa damu duniani kote, na bila shaka um, Richard ulisema mm, kwamba tutakuwa na mgeni uh, mm -hmm. uh, tumkaribishe sasa ili tuweze kuzungumza naye kabisa. Tupo na Oscar Mwashui ambaye sasa hivi yeye yupo mkoani Arusha. Huyu ni afisa uendeshaji mpango wa taifa wa damu salama. Karibu sana Oscar. Asante sana, habari za asubuhi? Salama kabisa. habari za hapo Arusha? Aba, kwema kabisa, baridi tu <laughs> kabisa <clears throat> pengine tuzungumze kuhusiana na siku hii, hii ni siku ya namna gani? Asante. Uh, leo tarehe kumi na nne mwezi Juni uh, uh, tunaadhimisha siku ya wachangia damu duniani, ambapo ni siku maalumu ya kuwaenzi, kuwashukuru wachangia damu ambao wanachangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wahitaji katika mahospitali na vilevile vile siku hii ni maalum pia kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuchangia damu kwa hiari uh -huh. kuchangia damu mara kwa mara ili benki za damu kwenye hospitali yetu uh, ziweze kuwa na damu wakati wote uh -huh. Kwa hiyo ndio malengo ya siku hii, na katika uh, mwaka huu tumekuwa na kampeni kuanzia tarehe moja mwezi Juni mpaka leo ambao ndio kilele uh, na kila, uh, kila mkoa umepewa malengo ya kukusanya damu na kampeni zimekuwa zikiendelea, naamini wananchi wamekutana na watu uh, wa huduma wa afya katika maeneo yao, lakini na baadhi wamekuwa wakitembelea vituo vya damu salama na hospitali kwa ajili ya kuchangia damu. Sawa uh -huh. Sawa so, so, nani ama ni yupi mwenye sifa za kuchangia damu uh? Mchangia damu kwanza anatakiwa awe na afya njema uh -huh. Asiwe na maradhi yoyote kwa siku hii ambayo anachangia damu uh -huh lakini kuna swala la umri, anapaswa kuwa na umri wa kuanzia miaka kumi na nane ya kuendelea mpaka miaka sitini uh-huh. alafu anatakiwa nawe na uzito usiopungua kilo hamsini vilevile uh-huh. Uh, vile, vile atakiwa yeye mwenyewe pia awe na damu ya kutosha. Kwa hiyo tunasema kwa walau awe na kiasi cha damu, wingi wa damu kuanzia uh, uh kumi na mbili uh, uh-huh. na kuendelea walau awe na damu naye ya kutosha ili akichangia, uh-huh. abaki salama. Kwa vigezo hivi vyote, ni kwa ajili ya kumlinda yeye mwenyewe akichangia baki akiwa yuko uh, vizuri kiafya asidhurike. Sasa so, so, umetaja kuhusiana na maradhi, ni maradhi yote ama kuna aina fulani ya maradhi? pengine uh, kwa ujumla ni maradhi yote, inapaswa ina, ina mchangia damu uh, awe na afya njema kwa sababu Aa. damu anayochangia inakwenda kwa mtu mwingine. Inakwenda kwa mtu mwingine kwa hiyo, na anakwenda kuongezewa mtu mwingine kwa hiyo, ili kumlinda yule anayeongezewa damu uh, inashauriwa kwanza mchangia uh, damu yeye mwenyewe awe na afya njema, asiwe uh, so na maradhi uh, ambayo tunaongelea sana, kwanza ni maradhi ya kuambukizwa uh, kwa mfano VVU maradhi ya homa uh, uh, ya ini, kaswende na maradhi mengine ambayo yanaweza ya kuambukizwa kutoka kwa mtu moja kwenda mwingine kupitia njia ya damu jipokuwa damu inapimwa kabla kwenda kuongezea mtu mwingine, lakini tunashauriwa uh, kwanza kabla ya kuchangia, mchangia damu mwenyewe anahojiwa ku, ili kuweza kuchunguza kama ana tabia hatari zote zile au na viashiria vya maambukizi ya, ya, ya magonjwa yote yale. Lakini vile vile ae, anapaswa yeye mwenyewe pia asiwe na maradhi ya kudumu. Kwa mfano kuna watu ambao wana ugonjwa wa kisukari, wana, wana, wana shinikizo la damu la juu na la chini. Uh, wanapumu, hmm. La na magonjwa mengine ambayo akichangia damu yeye anaweza yeye mwenyewe pia akadhurika zaidi. Kwa hiyo uh, ni, ni, tula, tunashauri kwamba ni lazima wachangia damu hawa pia na wenyewe wasiwe na maradhi uh, ya aina hiyo ambayo uh, yanaweza akamletea changamoto akichangia damu mm -hmm. Oscar, Oscar uh, naomba mimi pamoja na anayetazama sasa hivi tupate elimu juu ya makundi ya damu, kuna, ma, uh, kuna makundi ya namna gani ambayo pengine yanapaswa kuingiliana kwenye kuchangia damu, na pengine pia tupitishe hapo hapo, tujue aina ya, ya makundi ambayo pengine ni salama zaidi kuchangia wengine. Asante sana, hmm. Uh, labda kwa ujumla niseme tu, pia nitambue kwamba siku hii ya tarehe 14 hmm. June, Juni hmm. iliwekwa maalum kwa ajili ya kumenzi uh, daktari ambaye aligundua ali, makundi haya ya damu inaitwa ABO. Ukisikia mtu ana blood group a blood group b blood group o blood group a b, basi huyu mtaalamu anaitwa Dr Karl Landsteiner, ndiye aliyegundua makundi haya na kwa heshima hiyo alipewa tuzo ya Nobel, na kwa heshima yake pia leo ni bethday yake. Kwa hiyo yeah. alizaliwa tarehe kumi na nne Juni. Kwa hiyo uh, uh, Shirika la Afya Duniani liliweka siku hii maalum kwa ajili ya kumwenzi yeye, lakini pia kutambua mchango wake na kuendelea kutambua pia mchango wa wachangia damu ambao wanachangia damu. Sasa mm -hmm. Kwa mantiki hiyo makundi ya damu ni mengi sana. Ndio. Tunasema kwamba kwa, kwa sayansi iliyopo sasa hivi makundi ya damu yako zaidi ya 300. Mm. Lakini yanatofautiana tofautiana, uh, tunasema madhara yake kwa ikitokea ameongezewa mtu ambaye kundi hilo halijaendana kwa hiyo kundi la ABO hili ambalo liligunduliwa na Landsteiner ndio kundi kuu ambalo, ik, ikitokea mtu ameongezewa damu ambayo sio kundi lake, ni pale pale anaweza kufariki. Daktari wanapochukua uh, uh, hatua za kuligundua mapema na kuchukua hatua mapema za kuhu, kutibu hiyo hali ambayo itatokea. Kwa hiyo kwa makundi yako uh, kwenye ABO kuna kundi A, kuna kundi B, kuna kundi O, lakini pia kuna kundi AB. Sasa uh -huh. Kwa kwenye kuongezea damu uh, ikitokea mchangia damu ameshachangia damu inatakiwa apelekewe mgonjwa, wataalamu uh, wanachagua cha kwanza kabisa uh, chaguo la kwanza ni kundi linalofanana naye. Kwa hiyo angekuwa ni kundi A itakiwa apelekewe kundi A mwenzie uh -huh. Ikiwa mgonjwa ni kundi B anatakiwa apewe damu ya kundi B. Ikiwa mgonjwa ni kundi O, chaguo la kwanza ni kundi O mwenzie na AB B vile vile uh -huh. Lakini kuna <coughs> makundi ambayo yanaingiliana -hmm. Uh -huh. Kwa mfano kundi O. Oh, o. Oh. Uh -huh. Kundi O oh, yeye anaweza kampatia mtu mwingine yeyote yule. Lakini ni lazima hiyo damu pia iwe imeshachunguzwa kuangalia kama makundi mengine yote ambayo nimetaja kama zaidi ya mia tatu hayo pia hayapo kwenye uh, hayapo kwenye hiyo damu ambayo imechangiwa na na huyo mchangia damu. Uh -huh. Kwa hiyo ni kweli tunasema kwamba kundi O oh, oh, anapo anampa kila mtu lakini ni lazima iwe ni O uh, rhesus negative. Uh -huh. Lakini vile vile iwe imeondolewa majimaji yale kwa wingi. Maanake majimaji yale pia yana protini nyingi ambazo uh, pia wakati mwingine anaweza kawadhuru wagonjwa kwa mfano tunasema kuna kuna kuna kuna kuna lot of proteins kuna antibodies uh, kuna vitu vingi kwenye kwenye kwenye maji maji yale ya damu kwa hiyo inashauriwa iwe ni uh, group O negative ambayo imeondolewa maji maji kwa wengine sio inaitwa plasma hiyo ndio huwa tunasema no, ni inafaa kuongezea mgonjwa yeyote yule. Kwa hiyo kwenye dharura yeyote kitokea kumetokea ajali, unatakiwa uh, mtaongezewe damu kwa haraka sana ili kuokoa maisha yake. Chaguo la kwanza litakuwa kwa ni O, O negative. Uh -huh. Kwa hiyo hiyo uh, ndio sayansi ya namna na tunavyofanya uh -huh, kuchagua damu ya kumwongezea mtu mwingine, lakini vile vile na ni nitoe ni, ni pia rai uh -huh, ukiangalia makundi ya damu Tanzania wengi, asilimia zaidi ya sitini tutakuwa tuko na kundi O. Maana yake ni nini? Maanake hata wagonjwa wengi ambao wako hospitali ni kundi O maana uh -huh. maanake inatuambia in, in, in, in, in, in, in, in kwamba kundi O wako wengi na kundi O maana yake inahitajika kwa wingi sana. Ndio maana utakuta mara nyingi mgonjwa anaenda uh, hospitali amelazwa, inatakiwa uh -huh. ongezewe damu kundi O, mara nyingi natusumbua kwa hiyo ukijuona okay, huko kundi au ujue kundio, kundio, kundio inawasumbua, tunakuomba uchangie damu. Lakini vile vile kundi lingine ni makundi ambayo ni rhesus mm. Hii rhesus pia ni grupu ah. lingine aina kundi lingine rhesus negative na positive. Uh -huh. na hii kundi negative asilimia karibia mbili ndio uh -huh. wenye kundi hili negative. Lakini pia kitokea damu kundi negative, A uh -huh. negative, B negative, O negative, au AB negative. Pia ni changamoto kubwa sana kuipata. Maana yake mtu ambaye ni negative anatakiwa asaidiwe na negative mwenzie. Kwa hiyo wapo ushauri kwamba kila mkoa uwe na club za watu ambao ni negative. Kwa sababu negative ndo watasaidiana wao kwa wao tu. Uh -huh. Kitokea changamoto huwa tunapambana kutafuta kila popote ilipo ili kuweza kuokoa maisha ya mtu ambaye ni negative. Oscar, umesema kwamba uh, watu wa kundi O wapo wengi, lakini pia uh, damu ya aina ya kundi O ni hadimu. Kwa nini? na watu hao wa wapo wengi maanake, hawachangii sio? <coughs> maanake ni kwamba uh -huh. Ukienda hospitali leo uh -huh. utakuta uh, takriban asilimia 60 au 70 uh -huh. uh -huh. uh -huh. ya wagonjwa waliolazwa ni kundi O. Maanake pia mahitaji ya kundi O ni makubwa, kwa sababu ndio wagonjwa watakuwa ni wengi pia uh -huh. kwenye jamii, kwenye population yetu o tuko uh -huh. wengi vile vilevile uh -huh. maanake tunatakiwa kuchangia damu mara kwa mara ili hiyo uh hiyo -huh. oh ambao eh, wagonjwa pia ni wengi iweze uh -huh. kupata kupatikana kwa wakati na, na, uh, kama nitakumbuka vyema umesema uh, upande wa kundi, oh, negative uh, wapo wachache na wanapaswa kujiunga kwenye hizi klabu Sim. na hiyo utaratibu upoje? Na pia uwape elimu sasa hivi kwa nini wanapaswa kujiunga kwenye hizo klabu. Asante. Uh -huh. Kwa hiyo yote ambaye ananisikiliza leo na yeye ni kundi kundi resource negative. Uh -huh. Ni vizuri akajiunga na wenzie. Kwa hiyo tuna clubs za mikoa. Kila mkoa kuna club. Uh, -huh. Uh unaweza ukaenda kwenye hospitali ya karibu uh, -huh. uh ya mkoa au ukaenda kwenye kituo cha damu salama. Kuna vituo vya damu, damu salama kila vya kanda viko nane sasa hivi. Uh -huh. Tuna kituo uh, Kilimanjaro, Moshi pale, tuna kituo Mbeya, tuna kituo Tabora, tuna kituo Mtwara, Dar es Salaam, samu iko viwili pale jeshini Lugalo pamoja na pale Ilala pia, uh, uh, na kituo pia Mtwara na Mwanza. Kwa hiyo unaweza ukatembelea vituo hivyo kuweza kupewa utaratibu wa kujiunga kwenye hizo clubs. Kwa hiyo ni vizuri kama wewe negative ujiunge na wenzio, kwa sababu kitokea changamoto unahitaji damu. Mm. Watatafutwa hawa sababu, so, mtakuwa mnajulikana, huyu yuko wapi, huyu yuko wapi, inakuwa ni rahisi kuwapigia simu. Na pia niwashukuru sana hawa kundi negative ambao wameshapata hii taarifa wamejiunga, na kitokea kundi negative wakipigiwa simu huwa wako tayari kwenda kuchangia damu, kwa sababu wanajua hata yeye kesho kipata changamoto ya, ya, ya kuhitaji damu atasaidiwa na wenzi ambao ni kundi hmm. kundi uh, uh resources negative. Sawa so, sawa. So, so, kama nilivyosema, asilimia moja mpaka mbili hmm. ndio negative. Kwa hiyo ni wachache mno kwenye hmm. nchi yetu. Sawa sawa. Uh, kwa upande wa, wa, wa, wa mtu pengine akiwa anahitaji sasa damu, wewe unachukua muda gani mpaka kupata hiyo huduma? asante. Uh, kwa maana ya uchakataji, ndio karibu swali nzuri mno kwa sababu pia kuna watu wengi ambao hawaelewi uh -huh. kishang... ana mgonjwa leo hospitali ameambiwa achangie damu immediately akichangia damu inaenda kwa mgonjwa wake like. uh -huh. hali haiko hivyo inapaswa kuwa kuna damu au maneno kwa nikichangia, kwa sababu mimi nikichangia leo ndio damu inabidi ipelekwe maabara ikachakatwe, kwa ajili ya kupimwa au magonjwa nilosema sema, kuhakikisha kwamba damu hii iko salama, haina uh -huh. maambukizi yoyote yale ya bakteria wala virusi mm. na mchakato huo unachukua siku moja mpaka siku tatu mm. Uh. ah hii kuweza kuiandaa damu ikawa kweli iko iko iko iko iko, iko, iko uh -huh. salama uh -huh. so, kwa hiyo sa sio kwamba po... ukichangia damu leo mgonjwa wako atapelekewa damu ile ambayo umechangia haiko kwenye hivyo. Kwa hiyo okay, ukienda hospitali tukaambia bwana, ndugu yako huyu amelazwa, tunahitaji kuongezewa damu, tunaomba ndugu kama watatu wanne, mkachangia damu yeah, sio kama damu hiyo ambayo mtachangia tutapewa mgonjwa wenu, kwamba mgonjwa atahudumiwa kwanza, ili ninyi pia nampate nafasi ya kwenda kuchangia damu, kuendelea kureplace damu kwenye uh, benki za damu uh -huh. Japo utaratibu huu hatuushauri sana, tunashauri watu wakachangie damu kwa hiari <laughs> mara kwa mara, ili benki ya damu hiyo na damu wakati wote usubiri mpaka uwe na mgonjwa Uh, ukisubiri kuwa na mgonjwa kwanza unakuwa una, una stress. Imagine mama yako anaumwa amelazwa anahitaji kuongezewa damu, unatakiwa uchangie damu na wewe. Wakati mwingine unaweza kaa una una changamoto una za kiafya na usizitoe usi usidisclose usiseme, kwa sababu unataka kuokoa maisha mama yako. Kwa hiyo ni vizuri tuchangie damu tupo na afya njema, hiyo ni utaratibu. Sawa, sawa, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, sasa kwa upande wa mchangiaji damu, uh, ye anapata faida zipi? Inawezekana uh, bado kuna watu wana mtazamo wa namna fulani ama wa aina fulani kuhusiana na hili zoezi la kuchangia damu damu. Asante sana. Kwa kweli uh -huh. uh, faida moja kubwa nafikiri kama mtakavyoona tamko la Mheshimiwa Waziri Jelista Mwagama uh -huh. uh, ametoa tamko na kwenye tamko lake amesema sentensi moja kubwa sana kwamba hii kuchangia damu ni kutoa sadaka kwa kweli tusitegemee sana nitapata faida gani nikichangia damu. ha -ha. Kumbuka una mtoto mchanga yuko amelazwa udini, una mama mjamzito amepata changamoto ya kuvuja damu kujifungua, unamchangia damu yako, anakwenda kusaidiwa na anapona. Hiyo ni sadaka kubwa sana ambayo uh, ni zaidi ni, ni ya rewardi yote ambayo ungeweza kupewa. Kwa hiyo cha uh, kwanza ni hiyo, ni wewe mwenyewe unapata, tunasema satisfaction, unaridhishwa, una, una, una, una moyoni mwako kwamba nimechangia damu, nimeokoa maisha ya mtu mwingine ambaye ni mhitaji. Lakini faida nyingine ni kwamba uh, ukipimwa damu ukichangia damu, inapimwa na tunaangalia maambukizi yote hayo niliyosema, uh, kuna homa ya ini, B na na niseme hii pia hapa kwenye homa ya ini, tumekuwa tukiongelea sana masuala ya HIV, virusi vya ukimwi na ukimwi, lakini kuna janga lingine linakuja ambalo ni homa ya ini. Tunaona kwenye jamii mm. pia yetu homa ya ini iko juu sana hasa hasa maeneo ya kanda ya ziwa huko uh, -huh. Uh, kwa hiyo ni vile vile, vile utapata fursa kujua uh, afya yako mm. Lakini vile vile ukiwa mchangia damu ni kwambie tu ukweli, ukiwa mchangia damu utajilinda kwa mm -hmm. sababu utajua kwamba okay, mimi anytime te, te changia damu, kwa hiyo utajiepusha na tabia hatarishi na, uh, na Dr. Oscar, uh, kuna jambo pia hapo hapo kwenye kuchangia damu nataka unisaidie, kuna kadi huwa zinatolewa kwa yule ambaye amechangia damu ile inamuwezesha ama inamsaidia nini baada ya hapo? mm. Ndio, uh, zile kadi uh -huh. <coughs> tunazitengeneza kwa ajili ya kuwatambua changia damu uh -huh. Uh, kwanza kumtambua, lakini cha pili uh -huh lengo la zile kadi, ikitokea wewe ni mchangia damu uh, kaka Richard uh -huh. una una bahati mbaya umechangia uh, damu ndani ya mwezi miwili na leo una mgonjwa, mama yako anaumwa, mtoto wako anaumwa, amelazwa hospitali, ndugu yako inatakiwa uh aongezewe -huh. damu. Kwa kuwa wewe ni mchangia damu uh -huh. unafahamika ni mchangia damu na una ile kadi uh -huh. inatakiwa ukienda pale hospitali uh, usidaiwe kwamba chochote, damu ndio mgonjwa wako apewe damu Hapana, haitakiwa uhudumiwe kwa sababu wewe ni tayari una ni mchangia damu na umekuwa ukichangia kwenye benki ya damu, na damu unatakiwa mgonjwa wako apewe kipaumbele na ahudumiwe, kwa sababu wewe ni mchangia damu na uh, ni, ni, ni, mtu ambaye unachangia una, una na unapaswa pia uh, Kup kupewa hiyo uh, hiyo hadhi ni kama yeah. unakuwa VIP fulani kwenye yeah. unakuwa mdau mda, damu de, damu damu ndio kila mtu lakini yeah. kwenye mazingira kama haya uh, walau upate ujisikie hmm, kwamba na mimi nimethaminiwa. Eh, unakuwa mdau, unapewa kipaumbele <laughs> <Exactly. laughs> Eh, kabisa kubwa sana hiyo eh. hmm. Pengine anayechangia damu kuna madhara yoyote anaweza akayapata, ama kuna namna anapaswa kuishi baada ya kuchangia? Yes, uh, kwa kawaida hmm. uh, tunasema so, uh, uh, kuchangia damu ni tendo salama kabisa kama kweli umepitia hizo hatua ambazo nimezisema, una umri sawa, una kiwango cha uh, damu kiko sawa hmm. una kilo za kutosha, tunategemea hilo zoezi itaenda vizuri bila changamoto yoyote, japo hmm. unasema uh, hmm. ukichangia damu ni vizuri hmm. kwa sababu umetoa kiasi cha damu yako, tunasema hmm. kwenye mwili wa binadamu kuna lita lita kama uh, tano na kuendelea na kuendelea na, na, na, na, na, na uzito wa huyo mtu. Ndiyo. Kwa hiyo tunapo tuchangia damu unatoa karibia nusu lita. Hiyo nusu lita ni kama mililita 450. Umepunguza kiasi fulani cha maji maji kwenye mwili. Kwa hiyo tunashauri kwanza kuriplace kile kiasi cha maji kilichopotea, ndio maana unashangilia, tunawapa soda au maji mm -hmm. baada ya kuchangia damu, na tunashauri kutoka hapo pia aendelee kunywa vimiminika vya kutosha, ili kuweza kurudishia kile kiasi cha maji alichokitoa, lakini vile vile tunashauri asifanye mazoezi magumu, usiende kucheza mm -hmm. mpira, usiende kufanya mazoezi ambayo mm -hmm. ni magumu Hmm. Na au, au kufanya kazi ngumu kwa siku hiyo, ndani ya walau ndani ya masaa ishirini na nne upate ufanye kazi ambazo si ngumu ambazo zitakupelekea kutokwa jasho sana au ku, uh, kutumia nguvu sana. sawa sawa, kuna kuna kuna ile nyingine mtu akienda kupima uh, kuchangia damu uh, kuna wakati akipimwa anaambia, bwana damu yako nyepesi pesi ama ni nzito, hiyo ina uhusiano gani? Pengine wakati unamalizia pia utoe Ote... Saate, na wito kabisa asante. Nadhani ni maneno, unajua bahati mbaya Kiswahili kina tena kina tuseme kina upungufu wa maneno ya ya hmm. ya, ya kisayansi. Kwa hiyo kama nilivyosema, utapimwa wingi wa damu kuangalia wingi wako wa kwa damu uko kiasi gani toka hmm. kwa kawaida, natakiwa kwa mfano kama wewe ulipokakalisha ni natakiwa wewe na wingi hmm. wa damu kuanzia 12 gramu kwa desilita na kwenda juu, lakini hmm. pia isizidi sana kwenda kule juu hadi kwenye 18 hivi, ni sana pia pia utakuwa na changamoto ya maradhi Uh huh. zusammen, um, kuna mtu alisema mimi naumwa kichwa sana. Ni, ni, kuna watu ambao wana maradhi hayo kwa mfano kuna ambao wana polycythemia vera ambao damu yao inakuwa ni nyingi sana na ni nzito sana, na tiba yao ni kwamba atakiwa atolewe damu. Na kushukuru sana daktari kwa wingi wa damu hiyo na hao ambao wanaifaa kwamba damu yako ni nzito au ni nyepesi. Na kushukuru sana daktari. <voix bonen joke noise> Asante sana. Dokta mm -hmm. Oscar Mwashuya huyo kutoka uh, mpango wa damu salama, na yeye ni afisa uendeshaji wa mpango wa taifa wa damu salama. Tukizungumza leo ikiwa ni siku ya mchangiaji damu duniani. <mulia>